Sema mtu mwenye kigeugeo ni mtu mwenye tabia isiyo tabirika. Na ni hatari ukiwa na mtu wa namna hiyo. Bwana asifiwe sana. Mtu mwenye kigeugeo ni mtu asiye nini? Asiye tabirika. Ni mtu mwenye msimamo usiotabirika. Ni mtu asiye tabirika lakini na msimamo usio. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unaposikia huyu baba anamsema naye anamwambia mche Bwana na mfalme na kiongozi. Huyu baba alikuwa anamuusia mwanaye amche Mungu, aheshimu Mungu, lakini aheshimu na nini? Na Laki viongozi. Lakini akamwambia jambo lingine la tatu, usishirikiane na watu kigeugeu. Bwana sa tusaidie sana. Mtu mwenye kigeugeu anaweza akakutumainisha kabisa kwamba mko pamoja. Bwana asifiwe sana, lakini ghafla, kama alivyosema ndugu yetu, akakuacha pekee yake. Bwana asifiwe sana. Mahali mabu, tulito, kwa hali ambapo ulikuwa unamtarajia ya kwamba huyu atasimama nami, ya kwamba huyu atafanya hicho tulichotuliopatana naye. Bwana asifiwe sana, na inaumiza sana, si ndio? Jamani, kwa hiyo huyu mtu mwenye hekima Sulemani anasema mwanangu, usishirikiane na wenye vigeugeu. Wamama, wababa, wasichana, watu wote mlioko hapa muwe makini sana na watu wenye vigeugeu katika maisha yenu. Bwana asifiwe waliotafakari haya wanaelewa maana yake. Waliotafakari na kuandika haya wana nini? Wana maana yake. Bwana, tusaidie sana. Mwenye kigeugeu ni mtu asiyetabirika, ni mtu mwenye msimamo, so sio tabirika, lakini ni mtu anayevutwa na upepo wa aina yoyote ghafla. Bwana asifiwe sana. Bwana, tusaidie, ni mtu anayevutwa na upepo wa matukio ya ghafla, lakini ni mtu asiyekuwa na upande wowote wa, wa msimamo. Hebu sema mtu asiyekuwa na upande wowote wa, wa msimamo, yani hana msimamo ya wa upande wowote, yeye anaweza akabadilika ghafla kwa muda wowote. Bwana tusaidie sana, haleluya. Bwana asifi. Hata mambo haya yanaendelea, hata kwenye mambiama sijiwe, kuna watu ambao wana msimamo unawasikia leo hivi. <tipi> Bwana atusaidie sana sasa. Ukiwa mcha Mungu, Mungu akusaidie sana mche Mungu, usishirikiane na watu wenye wa kigeugeo. Watu wa kigeugeo watakuuliza, watakuumiza, lakini mtu mwenye kigeugeo ni ni kinyonga wa mazingira. Hebu sema ni kinyonga wa, wa mazingira. Mtu mwenye kigeugeo ni kinyonga wa nini? Yaani akija kwenye mazingira haya, mtu akigeugeo yani, ha, anakuwa katika mazingira Akienda kwenye mazingira vigelegele ndala baadaye. Vigelegele baada ya siku saba. Akienda kwenye mazingira vigelegele ndala fanyaje msaidiani? Na yeye anapiga vigelegele baada ya siku saba. Yaani mtu mwenye kiongeo ni mtu ambaye aa na tabia ya kinyonga cha mazingira. Bwana tusaidie sana. Hebu tuende msimamo wa aina moja unaojulikana ndani za Bwana. Uwe na msimamo wa aina moja unaojulikana mbele za watu kwamba wewe umesimamia hiki na unakiamini hiki. Bwana asifiwe sana. Sema amina. Sema amina hata kama basi unakiona kina maana, lakini nitahidi sana wewe mwenyewe binafsi usiwe na tabia kegeo kegeo. Bwana asifiwe sana. Kwenye kikundi chako cha kwaya, kwenye kikundi chako cha wamama usiwe mtu wa kigeugeu wala sahihi sana. Kwenye taasisi unayofanya kazi eh, usiwe na kigeugeu na wenzako wala sahihi sana. Usiwe na kigeugeu katika familia yako pia, kama baba kama mama, na sema maeneo mbalimbali kwa ajili ya neno hili. Tuepuke tabia kigeugeu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye epuka kabisa tabia ya ya, ya kutokuwa na msimamo katika upande wote. Ya sa, baba jaribu kuanza kigeugeo hiyo, ana kigeugeo familia itakuwaje? Leo yuko hivi yu, si ndio? Baba ataongoza nyumba, ataiongoza nyumba nyumba yu, hiyo itakwenda murama. Lazima baba uwe na msimamo, usiwe na kigeugeo. Sema amina, semeni amina adanisagma wote mmekuja kanisani, haleluya. Mama usiodakigeuke kwa jina la Yesu, sema amina. Tunapatana, tunamuonya huyo mtoto amekosea, iwe hivyo sawa eh? Tumepatana, tunamrekebisha mtoto, amekosea iwe hivyo, asigeuke mama. Hapo anaona baba namuonea, mwisho atajenga mazingira fulani, mtoto atamwona baba ndiyo mbaya. Sawa eh? Eh, hey, huyo mtoto atamwona baba ni mbaya. Bwana tusaidie sana. Kama tumeamua kuwafundisha watoto wajifunze kupiga chai, baba unga mkono hiyo hoja kwamba hapa watoto wote wajifunze kupiga chai. Sawa eh? Sio sawa kwa mama na mama na nenda nipige chai na naye, dada siku hapa atapika chai. Bwana tusaidie sana. Usiwe na kigeugeu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye kigeugeu ni vinyongo wa mazingira yoyote, lakini pia anatafuta kujificha kwa faida yake. Mtu mwenye kigeugeu hana mpango wa kulipa gharama, hana mpango wa kulipa gharama kwa ajili ya maisha kwa mtu mwingine. Daudi aliwahi kuwa na rafiki yake mmoja anaitwa nani, mama Ya, nani na kumbuka <laughs> Daudi alikuwa anafika karibu mzee wa kanisa yule Joseph Tenda. Natanaeli Bwana asifiwe sana. Natanaeli Jonathan. Bwana asifiwe. Daudi, yaani Jonathan alikuwa ni mtoto wa nani? Wa Sauli. Sauli ambaye alikuwa ni adui wa nani? Wa Daudi. Lakini huyu mtoto wa huyu baba anachukia Daudi, aliamua kwa siri na nani? Na Daudi huwa na sisi sana. Na alipo hapo najua aliamua kweli. Ni kweli si kweli? Hebu tuelezee kidogo maamuzi yake alipoamua, mama Eleni. Yaani aliamua kuwa kuwa rafiki wa Daudi, japokuwa babake ni adui wa babangu na Daudi. Hebu kani kidogo. Kani kidogo, elezee. Ilikuwaaje? Ilikuwaaje? Amen. Bwana asifiwe sana mama, mimi nimeamua huyu huyu huyu huyu Daudi atakuwa ni rafiki. Jambo lolote baya baya baba yake alikuwa analipanga, ili mtoka nenda kumwambia nani. Bwana Yesu asifiwe, aligeuka katika hilo, mpaka kuna siku akamwambia baba akamwambia hata wewe mwanangu na mwana, nisaliti. Bwana asifiwe sana. Nacho kushauri ni nini? Hebu naomba uwe na msimamo unaoeleweka. Bwana asifiwe sana. Maisha ya kiroho yanahitaji aina ya msimamo, hii, Yesu, ne msimamo wa aina hii. Umeamua kumfuata Yesu, uwe umemfuata Yesu kweli, amen. Uwe ni mtu mwenye msimamo, usiwe ni kinyonga wa kubadilika na nini na mazingira. Kiende mahali ambapo watu wanasema bwana, sio ndio wanasema bwana sikii haya, kiende mahali na mama mfunga kitambaa na wao wamefunga, kiende mahali ambapo wanacheza ngoma kama tulivyosikia. Usiwe mtu mwenye kigeugeu. Kwa hiyo Daudi mpaka siku Bwana kufa, hakuwai kugeuka Daudani. Na lile tendo lilimfanya Daudi akumbuke hata baada ya Daudi na Jonathan kufa. Wakati sasa Daudi alikuwa mfalme, akaulizia habari akasema ni nani aliyesalia katika familia ya Jonathan, ya, Sauli? Mema makine, ya Jonathan ya Sauli nimtendee mema kwa ajili ya yule kijana yule rafiki yake Jonathan. Bwana asifiwe, yani alikumbuka ile tendo maisha ambayo huyu mtu aliyatoa akawa tayari kuendeleka vibaya na baba yake. Bwana asifiwe, akakumbuka. Kwa hiyo Biblia inaniambia akaambiwa Jonathan alikuwa <tutuwa> na mtoto wake ni mlemavu. Akaamua kumtendea mema. Naomba usiwe na kigeugeo. Amen. Kwa mimi ndani yako sasa na kigeugeo yako. Bwana asifiwe. Usiwe na kigeugeo kwenye migomba huko. Usiwe na kigeugeo kwenye mashirika unapofanya kazi. Bwana tusaidie sana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mwanangu mche Mungu, mche Bwana, mche na mfalme, mche Mungu aheshimu heshima watu wa Mungu. Na jambo la tatu, mwenye kigeugeu nimesema hana mpango wa kulipa gharama ya eh, kwa ajili ya maisha Kine, laki, zani, ya mtu mwingine. Lakini Jonathani alilipa gharama hiyo ama hakulipa? Bwana sasa uko tayari kulipa gharama kwa ajili ya kazi hii ya kanisa hili. Hapo na kigeugeu Jonathan aliamua kwamba nimelipa gharama ya kumlinda mtaji wala si lakini mwenye kigeugeo hayuko tayari kulipa gharama kwa ajili ya maisha ya mtu bwana akusaidie no. sana hebu chunguza sana aina ya watu wako walio karibu na wewe ni watu ambao wako tayari kabisa wewe wako tayari kulipa gharama kwa ajili ya jambo lako bwana asifiwe sana no. unapoumia wanaumia na wewe sawasawa bwana sawa? asifiwe sana sasa watu wenye hekima, mwanangu, watu wenye hekima wakasema mwanangu, usishirikiane na watu wa hekima. Na kuna wakati Daudi aliwahi kuona mtu mwenye kigeugeu mmoja ambaye alikuwa anatembea tembea naye akamwambia, bwana, wewe ukienda na mimi utakuwa mzigo, utakuwa <laughs> mzigo, bwana asifiwe sana. Mnakumbuka ile? Akamwambia wewe, utakuwa mzigo, na ondoka, nenda kwa yule bwana wako. Kwa yule bwana wako. Bwana asifiwe sana. Mungu atusaidie sana. Mwenye kigeugeu ni mtu ambaye nimesema na tata tutaifaida yake mwenyewe. Mtu akigeugeu ungeu anaweza kugeuka kiasi cha kushangaza utadhani sio yeye. Ni kweli, si kweli? Huyo dada ndio, huyo rafiki huyo. Yale za kageuka utamwangalia mara mbili. Aho ni mwingine amekuwa msuri. Sasa ni wenye vigeugeu vya hatari. Kwana saidie sana wanangu, na waomba mcheni Mungu, wacheni viongozi wa shughuli, viongozi wa kiroho na wakisiasa, wakiserikali wanasiwe sana.